Ya yeah, so kama nilivyosema, lazima tusherekee miaka kumi na tano. Nakumbuka siku moja tutoka ya tunafika apoti uh, tunagonga pasipoti pale, na afisa mmoja immigration aka akamwambia Diamond, akava bwana, bro mimi nakukubali toka niko shule kupata naa ile kitendo cha toka niko shule, alafu ofisa anakugongea, ilibidi tuangalie bwana, ndio <laughs> yeah. So tunataka kushukuru sana mchango wenu waandishi wa habari, kwa kweli mmeshirikiana nasi katika muda mrefu sana, na napenda kutoa shukrani pia kwa Pepsi, mmekuwa bega kwa bega na sisi kwa muda mrefu na na wazo hili kufanya show tatu kwa siku moja amini kwa, kwa wiki moja, ndani ya wiki moja na, uh, mmelikubali liombe, nadhani kiukweli kweli hamtupingi, mtapokuja kwenye Wasafi Festival zote. So naomba jamani, kunywe Pepsi sana, tulekee habari Pepsi zenyewe, ili shughuli yetu ya Disemba ndio kuifanya ikamilike. Hilo tu ndo langu kwa leo, zaidi ya so kama alivyosema lazima tusherekee miaka kumi na tano. Nakumbuka siku moja tutoka ya, tunafika apoti ya uh, tunagonga pasipoti pale, na afisa mmoja immigration aka akamwambia Diamond, aka bwana, bro mimi nakukubali toka niko shule. Kupata ile kitendo cha toka niko shule alafu ofisa anakugongea, ilibidi tuangalie So, nataka kushukuru sana mchango wenu waandishi wa habari. Kwa kweli mmeshirikiana nasi katika muda mrefu sana, na napenda kutoa shukurani pia kwa Pepsi, mmekuwa bega kwa bega na sisi kwa muda mrefu, na na wazo hili kufanya show tatu kwa siku moja, amini kwa, kwa wiki moja, ndani ya wiki moja aa, na mmelikubali liombi